Habari za asubuhi mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu umeamka salama kabisa, ikiwa ni siku maalum ya ufunguaji wa zawadi. Karibu sasa katika tuongee magazeti asubuhi ya, ya leo. Mimi naitwa Beni Mwanantala, naanza na gazeti Majira gazeti huru la kila siku. Habari kubwa inasema ibada ya Christmas, Magufuli awakuna viongozi wa dini, askofu wasema amepakwa mafuta na Mungu, wengine wataka ombewe yeye, aimiza watanzania wote kuchapa kazi. Lakini pia habari nyingine, askofu aonya michepuko kwa wanaandoa. Lakini pia makada mia moja na mbili watajwa kusaliti CCM Iringa. Habari hii ya Magufuli inapatikana katika ukurasa wa 4 ambayo inasema Magufuli awakuna viongozi wa dini maaskofu na wachunga mbalimbali wameshauri watanzania kumwombea na kumuunga mkono rais wa awamu ya tano Dkt. John Magufuli, kwani taifa limepata kiongozi mchapakazi ambaye ameweza kusimamia kusanyaji kodi. Viongozi hao wameenda mbali zaidi kwa kutaka watanzania kumshukuru Mungu kwa kuwapatia kiongozi mchapakazi. Viongozi hao wa dini walitoa kauli za aina hiyo kwa nyakati tofauti wakati wa ibada za kumbukumbu ya kuzaliwa Yesu Kristo zilizofanyika katika makanisa mbalimbali nchini. Magufuli awakuna viongozi wa dini ni gazeti hili la Majira. Lakini pia ukurasa wa pili kuna habari ambayo inasema waliojenga maeneo ya wazi jiandaeni kisaikolojia. Habari hii inasema mwenyekiti wa mipango miji manispaa ya Temeke ambaye pia ni diwani wa kata ya Tandika Dr. Ramadan Shaban amewataka watu wote waliojenga maeneo ya viwanja vya wazi ndani ya wilaya hiyo kuanza kujiandaa kisaikolojia, kwani ni lazima nyumba zizo zivunjwe hata kama ni za gorofa. Shabani aliyasema hayo Dar es Salaam mjana katika mkutano wa wananchi uliwakutanisha mbunge wa jimbo hilo kuhusu mvutano wa wananchi unaoishi wanaoishi pembeni zo, pembezoni mwa barabara na reli ya Tazara wanaotakiwa kuondoka. Waliojenga maeneo ya wazi jiandaye ni kisaikolojia. Lakini muuguzi mbaroni akidaiwa kuiba dawa. Habari hii inatoka huko Songea. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linamshikilia muvuzi msaidizi wa hospitali zahanati ya kijiji cha Utwago wilaya ya Mtumbo mkoani humo, Agnera Luena, kwa tuhuma ya kuuza dawa za serikali katika duka la mtu binafsi kinyume cha sheria. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Revokato Simalimi alisema tukio hilo lilitokea Disemba 23 mwaka huu saa 4 asubuhi ambapo mtuhumiwa akiwa kazini aliiba dawa hizo na kwenda kuuza katika duka la

esha tendwa katika kijiji cha Lusenti wilayani humo. Lakini pia habari nyingine, Lowasa aanza kuchunga ng'ombe, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu. Aliyekuwa mgombea urais Edward Lowasa kwa tiketi ya CHADEMA akiungwa mkono na vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA ameanza kutekeleza ahadi ya kuchunga ng'ombe kama alivyoahidi wakati akihojiwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25 mwaka huu. Wakati akihojiwa na mtangazaji wa shirika hilo, Lowasa, aliulizwa kwamba iwapo atashindwa kwenye kinyang'anyiro hicho ataanza kufanya nini. Alijibu kwamba ataenda kuchunga ng'ombe, ahadi ambayo ameanza kutekeleza. Lakini askofu aonya michepuko wanandoa, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu pia. Inasema askofu wa jimbo la Dar es Salaam, kanisa la Anglicana, Dr. Valentino Mukiwa amewataka Wakristo kusherehekea sikukuu ya Christmas kwa kujiandaa na ujio mpya wa Yesu Kristo kwa kuwacha michepuko, ulevi na ufisadi. Askofu Mokiwa alitoa kauli hiyo Dar es Salaam jana wakati wa ibada ya sikukuu ya Christmas iliyofanyika makao makuu ya kanisa hilo St Albano, jijini Dar es Salaam. Askofu waonye michepuko wana ndoa lakini pia kuna habari nyingine ambayo eh, inasema Magufuli awakuna viongozi wa dini. Tumekwisha kuiona ni gazeti Majira na kamata jambo leo. Habari kubwa pia inasema Tanzania saka suluhu mgogoro wa Burundi. Lakini pia maskofu Magufuli tumbua majipu yote, waahidi kuendelea kumuombea kwa Mungu, wasema anafanya kazi kwa maslahi ya wananchi. Mwenyewe asema yeye ni yule yule, yupo vile vile. Lakini pia habari nyingine Lowasa ampiga kijembe waziri mkuu, na katika habari picha namuonesha Rais Dr John Magufuli akitoa salamu zake za kheri ya Krismas mara baada ya kumalizika ibada ya Krismas misa ya kwanza katika kanisa la Mtakatifu Peter jijini Dar es Salaam. Nikiingia katika ukurasa wa pili, e, wa tatu sasa kuna habari nasema tumbua majipu yote, tumekwisha kuiona habari hii, lakini Lowasa ampia kijembe waziri mkuu. Waziri mkuu wa zamani Edward Lowasa amewataka Watanzania kutumia amani kama silaha ya kujiletea maendeleo yao na taifa. Lowasa aliyasema hayo jana wakati alipozungumza katika kanisa la Kinjili la Kilutheri wilayani Ande mkoa ni Tanga ambako alihudhuria ibada ya Christmas akiwa na familia yake. Mwanasiasa huyo ambaye pia alikuwa mgombea urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akiungwa mkono na vyama vya NCCR Mageuzi, CUF, NLD waliokuwa akiunda umoja wa katiba ya wananchi UKAWA, anatoa kauli hiyo siku mbili tu baada ya waziri mkuu Kasim Majaliwa kutoa tamko lililojua hisia tofauti. Waziri mkuu Majaliwa amekaririwa akitangaza kupiga marufuku mikutano ya hadhara ya kisiasa kwa wagombea wa urais ubunge na udiwani walioshindwa akisema huu sasa ni wakati wa kazi na maendeleo. Haya yenye gazeti la Jambo Leo. Gazeti Uhuru, maaskofu wanena, wataka amani, utulivu na huruma vitawale nchini, wakemea chuki, ubinafsi, usaliti na uasherati na lakini wahimiza wananchi kufanya kazi na kuacha uvivu, wataka Rais Magufuli aombewe atimize malengo yake. Ni waumini wa dini wa Kikristo na Watanzania kwa ujumla, wameaswa kumcha Mungu na kufanya matendo yanayompendeza ili kudumisha amani na utulivu uliopo katika dunia ya sasa. Magufuli, niombeeni. Haya, Rais Dr John Magufuli ameungana na Wakristo wengine duniani kushiriki katika misa ya Krismas, akiwataka kuishi kwa amani na utulivu kwa kufuata mienendo aliyokuwa nayo Yesu Kristo. Pia amewataka waumini wa Kikristo wasiokuwa Kristo wafanye kazi kwa bidii, watekeleze falsafa ya hapa kazi tu. Serikali kuendeleza wachimbaji wadogo ni habari katika ukurasa wa tatu, lakini matapeli waingilia usafi wa mazingira na Mbwana Samata aula Ulaya tutakuja kuiona katika habari za michezo ukurasa wa pili. Kuna habari picha inaonesha matukio mbalimbali mtazamaji, kama ambavyo unaona ni eh, matukio hapa katika picha yakimwonesha hapa Rais John Magufuli, mama Janet Magufuli na mke wake Waziri Mkuu mama Mary Majaliwa wakiwa katika ibada ya Christmas katika kanisa la Mtakatifu Peter Dar es Salaam. Ni eh, matukio tofauti yaliyofanyika, eh, katika misa hiyo ya jana. Lakini serikali kuendeleza wachimbaji wadogo haya, serikali imedhamiria kuwaendeleza wachimbaji wadogo wa madini ili kukuza uchumi wa taifa. Waziri wa nishati na madini Profesa Sospita Muhongo alisema hayo juzi kwenye kikao na wachimbaji wadogo wa madini kutoka mikoa ya Simiyu na Mara. Profesa Muhongo alisema sekta ndogo ya madini ina mchango mkubwa kwenye pato la taifa na kuondoa umaskini. Haya, lakini matapeli waingilia usafi wa mazingira. Kasi ya Rais Dr. Magufuli ya kutumbua majipu imeanza kuingiliwa na matapeli ambao wanatumia nafasi hiyo kutapeli wananchi hususani katika su, suala zima la usafi wa mazingira. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika na utapeli huo ni katika tarafa ya Serengeti mkoani Mara. Matapeli hao walioingia Bunda na kupitia kila mji wakidai wako kwa ajili ya kukagua usafi wa mazingira katika nyumba za wananchi, ambapo eneo lilokuwa na uchafu mwenye nyumba huo hukamatwa na kuamriwa atoe faini ya shilingi elfu hamsini. Haya, wanafunzi mia saba watumia tundu moja la choo ni habari hiyo, lakini pia maskofu wanena. Ni gazeti la Uhuru na kamata gazeti la Zanzibar Leo. Sasa habari kubwa inasema amani ya tawala mahubiri Christmas, lakini afa baada ya gari kugonga mnazi na 360 wafariki ajali za barabarani ni, ni ripoti <coughs> lakini pia habari nyingine inasema amani ya tawala mahubiri papa wataka wa Kristo wasiongozwe na mali. Ni habari za kimataifa inasema hivi kutoka kwa Vatican, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amewashauri waumini amewashauri waumini bilioni moja wa kanisa hilo wasileweshwe na mali na utajiri, akitoa mahubiri yake ya kila mwaka siku ya Krismas. Papa Francis aliwataka wafanye mambo kwa kasi. Alisema ulimwengu wa sasa umetawaliwa na kutumia mali kwa wingi, anasa na utajiri. Haya ni Papa Francis. Gazeti la Zanzibar Leo, Mtanzania wanasema Magufuli ainuliwa maaskofu waimiza ombewe aendelee kutumbua majipu, lakini marais Afrika wasanifiwa. Habari hii inapatikana sasa katika uh, ukurasa wa nne ukurasa wa tatu kumradi msikilizaji mtazamaji habari sema ma, ma, ma marais wa Afrika wasanifiwa shirika la utangazaji Uingereza BBC limewachambua baadhi ya marais wa Afrika huku likimsifu rais wa Tanzania Dr. John Magufuli kutokana na utendaji wake kwa muda mfupi tangu alipoingia madarakani katika barua iliyowekwa katika tovuti ya BBC jana yenye kichwa cha habari barua kwa Afrika zawadi tano kwa marais wa Afrika iliyoandikwa na mwandishi Joseph Warungu marais watano wamejadiliwa ambao ni Uhuru Kenyatta wa Kenya, ya uheri Museveni wa Uganda, Pierre Kurunzinza wa Burundi na Robert Mugabe wa Zimbabwe. Nikimnukua anasema, nataka niwape zawadi ya Christmas kwa wale wanaotaka zawadi. Viongozi wetu wa Afrika wanafanya kazi kwa bidii kuendesha bara hili kuelekea mahali fulani popote. Haya ni gazeti <coughs> kumradhi, ni gazeti Mtanzania, lakini nakimkamata gazeti Habari Leo mtazamaji. Nasema kasi ya rais Magufuli yawavutia maskofu, wasisitiza ombewe atumbue majipu zaidi, wataka watu, watu watii mamlaka kwani ni ya Mungu. Mahiga aanza kusaka suluhu Burundi ni habari katika hmm, ukurasa wa tatu ambayo inasema waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Dr Agustino Mahiga amekutana na kufanya mazungumzo na Rais Pierre Kurunzinza wa Jamhuri ya Burundi kwenye ikulu yake jijini Bujumbura. Taarifa ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano kima wa kimataifa iliyotumwa jana kwa vyombo vya habari ilifafanua kwamba hatua hiyo maaiga, ya Dr Mahiga ni utekelezaji wa maagizo ya rais John Magufuli. Dar ina maeneo ya wazi mia moja na themanini yaliyovamiwa. Jiji la Dar es Salaam lina maeneo ya wazi mia moja na themanini ya ambayo yamevamiwa, ambapo mia moja kumi na moja yapo halmashauri ya Kinondoni, hamsini yapo Ilala na Temeke yako kumi na tisa. Hayo yamebainishwa wakati waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi na waziri wa nchi ofisi ya waziri wa nchi waziri